Yesu anaongea kwa mamlaka. Ameatoa wapi mamlaka? Amezitoa wapi nguvu kutangaza ofa ya namna hii? Ni kwa sababu mstari wa 18 anasema akashuka katika zile nguvu za rohoni, ambazo amezikusanya kwa njia ya maombi. Alivyoshuka kwa zile nguvu za rohoni, anasema kwa sababu ya kuomba kwake na kufunga kwake, anasema Roho wa Bwana yuko juu yangu. Kwayo unapaswa ujue ukitaka roho Mtakatifu awe juu yako fata mambo haya matatu ambayo Yesu aliyafanya, na si kwamba roho atakuwa juu yako tu, la hasha, isipokuwa pamoja na kuwa juu yako atakuvika uweza na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema uh, amemtia mafuta, anasema atahubiri habari njema. Maana yake ana mamlaka, kwa sababu nguvu ya Mungu inafanya kazi maishani mwake. Atatangaza mwaka Eh, wafungwa kufunguliwa kwao kwa sababu nguvu ya Mungu iko juu yake.